FIFA wameona kitu kwa Engineer Health, yeah. Na anazidi kumpongeza na wamempatia muda wa miaka minne yeah. E, ina maana miaka minne itakapoisha, kuna kitu kingine watakachokuwa wamejifunza yeah, kwa Engineer Health au wamekiona kwa Engineer Health, tukaona tena anapaishwa, anatolewa kwenye nafasi iliyopo, anasogezwa kwenye nafasi nyingine. Kwa hiyo so sio jambo la kushtukiza la kushangaa yeah. O, mimi sijawahi kuona surprise kwa sababu najua kama uko chini ya jua ndiye. Kama uko kwenye engo fulani yeah, kila kitu kinakuja, so siwezi kusema kwamba eti ni surprise kwetu, ili hali najua yeye anautumikia mpira na sekta ambayo amewekwa ni sekta ya mpira ndiye. Na uongozi uliomuona ni uongozi unaojihusisha na maswala ya mpira. Wakitaka kujifunza wajifunze, kwa sababu nimegundua wana vichwa vigumu, huwezi kuwalazimisha. Wakitaka kujifunza wajifunze, wasipotaka pia waache. Sisi watakuwa wanatuona unakwea tu. Kumbe kuna watu wanavichwa vigumu eh? yeah. kwani mpaka tunakuja na kauli ya kupiga kichwani, maana yake tuliona kuna timu zinavichwa vigumu sana, kwa hiyo so lazima yeah. ukiona mtoto wako unamwelezea haelewi, unaachana naye ili dunia ije imfunze. Kwao na hao ambao wanavichwa vigumu kwenye engo ya mpira, tumewaelezea hawataki kukubali yeah. kwa sababu ukisoma komenti nyingi, wengine wanasema kwamba labda eh, FIFA ni babu yetu mm. sijui vika, mambo kibao.